Naomba ichukue nafasi hii tena kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa maono yake hususan kwa kutupatia fedha kweli, bilioni kumi na nane sio sio hela ndogo. Nadhani kati ya ukiachia miradi ya maji na barabara, nadhani kati ya miradi mkubwa sana katika katika mkoa huu huu. Mradi unaitwa High Education for Economic Transformation, kwa maana ya miradi wa elimu ya juu kwa ajili ya mapinduzi ya kiuchumi. Ni mradi wa World Bank ambao serikali ilichukua takriban trilioni moja na huu mradi huko wizara ya elimu, na sisi kama chuo tumepewa tengeo la bilioni 45, na kati ya hizo 18 zimekuja Songea, na lile jengo ambalo limeliona mheshimiwa mgeni rasmi, mtakapokamilika, kwa mara moja wanaweza kukaa wanafunzi 4500. Kwa hesabu zetu katika chuo hiyo, ni kampasi ya zaidi ya wanafunzi 10000. Kwa, kwa hilo jengo zinaweza kuwa na wanafunzi 10000, 10000, wanasoma 10000. Lakini kwa mapato yetu ya ndani, mheshimiwa mgeni rasmi, kuanzia Julai mosi, tunaanza awamu ya pili ya mradi. Hii ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili inakwenda kujenga hostel na sehemu za wanafunzi kulala, walau tufike mahali tuwe na hostel za wanafunzi mia tano katika eneo letu hili. Ujenzi wa majengo yote utafanywa na mkandarasi aitwaye China Aero Technology ya nchini uh, China anatumia jina la Avic kibiashara uh, na msimamizi wetu ni YMP. Tunashuhudia makabidhiano rasmi ya eneo litakalotumika kwa ajili ya ujenzi wa Chuo Kikuu cha Uhasibu Arusha kampasi ya Songea. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa uongozi wa chuo kwa uamuzi huu wa busara wenye dira na wakizalendo. Mmekwenda mbali ya zaidi ya jukumu la kutoa elimu, mmeamua kuwekeza moja kwa moja katika maendeleo ya jamii yetu Hili ni jambo la kupongezwa sana. Ukiachilia swala la kielimu mtakalolifanya baada ya chuo kukamilika, lakini mtakuwa pia mmetatua changamoto za wakazi wa eneo hili kwa kupata ajira za muda mfupi, ajira za kudumu, lakini na ajira za mwendelezo wakati wanafunzi watakapokuwa hapa. Ruvuma, tunaenda kukamilisha ndoto tuliyokuwa nayo muda mrefu ya kupata chuo kikuu hapa Kupitia chuo hiki mmewapa vijana wetu fursa ya kupata elimu ya juu karibu na makazi yao, lakini mmepunguza gharama za elimu na mmewaondolea vikwazo vilivyowafanya wengi washindwe kufikia ndoto zao kwa gharama ambazo zitakuwa nafuu. Kupitia chuo hiki mtaboresha upatikanaji wa elimu. Idadi ya wanafunzi wa elimu ya juu itaongezeka kwa kasi, na hivyo kuongeza kiwango cha wasomi wenye taaluma ya uhasibu, biashara na Ujenzi wa chuo utatoa ajira za muda mfupi na mrefu kwa wananchi wa Songea. Ni pia kupitia chuo hiki mtaleta maendeleo ya kiuchumi. Chuo kikuu kitapandisha thamani ya bidhaa na biashara nyingi kwenye maeneo haya, lakini mtaamsha biashara ndogo ndogo na kubwa, lakini pia mtakuza mzunguko wa fedha ndani ya mji wetu, pia mtaimarisha, na kampasi hii itakuwa sehemu ya kuutambulisha mkoa wa Ruvuma kama kitovu cha elimu.